Mke wangu, uja uzito umeutoa wapi? <coughs> Yani, miaka mitano ya mimi kutokuwa hapa, naamua kurudi kwa surprise, unaamua kuni surprise na uja uzito si ndio? <coughs> Mbona, hebu niachilie, we dadangu <coughs> pia <coughs> <coughs> wama kunificha kuhusiana na ujauzito wa wifi yako dada Mnumka. Katika madada wote mpaka nikakwambia uje ukae na mke wangu hapa five good years, wanificha kwamba mke wangu ni mja mzito, huniambii si ndiyo? Sasa kaka, niachilie ha? Kaka, miaka miwili contact imeisha, ukaongeza ukaongeza miaka mitano, ilikuwa umeweza kuifanyaje? Ha? Hana hisia huyu mtoto, ha? wa mtu Ha? Hana hisia huyu mtoto wa mtu kaka, huyu pia ni binadamu huyu, mwanamke huyu we ukae huko miaka mitano ye, yeah, akae tu hapa. Kwa hiyo dada we watetea, si tetei uovu aliofanya, si ndio? si tetei kakangu, makosa yako wewe jelo mwenyewe. Kwa nini contract imeisha hurudi zako nyumbani, uongeza juu kwa juu pesa atafutoka kila siku? Ungekuja zako kakaa na mkeo sasa. Kwa hivyo hili jukumu ni lako wewe. Ile umu mwenyewe, kakangu, nakusamehe kitu gani? Nakusamehe nini? Wacha nipeleke na bagi ndani. Karibu papa. Ah! Mimi napambana kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kustawisha maisha yetu, wao walifanyia hiki. <coughs> Asia, Ha. Kama ulikuwa utaki pesa zangu kaniambia, kabaki hapa kakupa hayo mapenzi. Ueleweki sasa, wataka pesa, wataka mapenzi? Sio wee ulikuwa ukilalamika maisha magumu hapa? Sio wewe walalamika maisha magumu, nisafiri katafute kazi? Nimesafiri na kutumia pesa Kumbe pesa sio kila kitu. Niachilie, niache, niache.